Nostradamus ambaye jina lake halisi lilikuwa ni Michel de Nostredame alikuwa mnajimu tabibu na mtabiri wa Kifaransa aliyeishi katika karne ya kumi na sita. Alijulikana kwa kitabu chake cha Les Prophéties kilichochapishwa mnamo mwaka wa 1555 ambacho kilikuwa na mashairi ya mafumbo yanayodaiwa kuwa ni utabiri wa matukio yajayo. Mashairi yake yaliyoandikwa kwa Kifaransa cha kale yamevutia watafsiri wengi wanaojaribu kuyaoanisha na matukio makalahi ya kihistoria. Katika makala hii tutachunguza baadhi ya unabii wake maarufu unaodaiwa kutimia, tukijaribu kuelewa iwapo alikuwa na kipaji cha kuona yajayo au tafsiri zake zinategemea mitazamo ya watu wa nyakati tofauti. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, karibu kusikiliza makala hii. Utabiri wa kwanza ni kuinuka kwa Adolf Hitler. Katika kitabu chake aliandika mashairi yanayosomeka: kutoka katika kina cha Ulaya, mtoto wa maskini atazaliwa, atafanya jina lake la kutisha kwa wakazi, wakati akiinua jeshi lake kwa mamlaka kubwa. Baadhi ya wataalamu wanaamini kwamba mistari hii ilitabiri kuzaliwa kwa Adolf Hitler ambaye alizaliwa Austria, huko Ulaya ya Kati, na kuwa kiongozi wa Ujerumani. Hitler aliunda jeshi kubwa na kuanzisha vita kuu ya pili ya dunia ambapo alisababisha vifo vya mamilioni ya watu duniani. Pia Nostradamus anatajwa kuwa aliandika neno Hista ambalo linakaribiana sana na neno Hitler, ingawa wengine wanasema Hista linarejelea mto Danube uliokuwa ukijulikana kwa jina hilo katika enzi hizo. Utabiri wa pili ni ule wa mapinduzi ya Ufaransa yaliyofanyika mnamo mwaka 1789 hadi mwaka 1799. Katika kitabu chake aliandika mashairi yanayosomeka: watu wa tabaka la chini wataasi na wataangusha mfalme wao, nguvu zao zitajaa ghadhabu na upanga, watawala wa kifalme watatoweka. Unabii huu unaonekana kuelezea mapinduzi ya Ufaransa, ambapo Mfalme Louis wa 16 na mkewe Marie Antoinette walikamatwa na hatimaye kunyongwa. Watu wa tabaka la chini walichukua madaraka na mfumo wa kifalme ulipinduliwa kwa ghasia kubwa sana. Hata hivyo, Nostradamus hakutaja tarehe wala majina kamili ya matukio hayo. Utabiri wa tatu ni mashambulizi ya Septemba 11 yaliyotokea mnamo mwaka elfu mbili na moja. Katika kitabu chake aliandika mashairi yanayosomeka, moto mkubwa utaanguka kutoka angani katika jiji kuu, moshi mkubwa utajaa hewani, miamba mikubwa ya chuma itaporomoka na mateso yataenea kote. Baadhi ya watafsiri wa Nostradamus wanaamini kwamba mistari hii inahusiana na mashambulizi ya Septemba 11 yaliyotokea mnamo mwaka elfu mbili na moja ambapo ndege mbili ziligonga mnara wa kituo cha biashara duniani, kwa maana ya World Trade Center jijini New York na kusababisha hayo kuanguka kabisa. Ingawa unabii huu unaonekana kufanana sana na tukio hilo, lugha ya kifumbo inaruhusu tafsiri nyingi sana, uweza kulitafsiri tukio hilo. Utabiri wa nne ni kuhusu mabomu ya nyuklia ya Hiroshima na Nagasaki yaliyotokea mnamo mwaka 1945. Katika kitabu chake aliandika mashairi yanayosomeka, kutoka angani litashuka moto mkubwa moto wa ajabu utaanguka kwenye miji miwili, uharibifu utaenea kwa haraka na majuto yatafuata. Mabomu ya nyuklia yalipigwa kwenye miji ya Hiroshima na Nagasaki mnamo Agasti ya mwaka 1945, yakisababisha uharibifu mkubwa sana na vifo vya maelfu ya watu. Moto mkubwa ulianguka kutoka angani, jambo linaloonekana kulingana na mistari ya Nostradamus. Hata hivyo, baadhi ya watu wanahoji kuwa maelezo haya yanaweza kutumika kuelezea vitu vingine pia. Utabiri wa tano ni kuhusu janga la COVID-19 lililoibuka mnamo mwaka wa 2020. Katika kitabu chake aliandika mashairi yanayosomeka: kutoka mashariki itakuja tauni mpya, itasambaa haraka na kuangamiza wengi sana, watu watakimbia bila matumaini, na itachukua muda kabla ya kuisha janga a COVID-19 lilianza huko Wuhan nchini China mwishoni mwa mwaka 2019 na na kusambaa kote ulimwenguni. Tafsiri hii inaonekana kulingana na jinsi virusi hivyo vilivyoenea na kusababisha vifo vingi sana duniani, lakini ni muhimu kukumbuka ya kwamba kwa Nostradamus hakuwa na uwezo wa kutaja virusi hivi kwa jina wala tarehe halisi ingawa unabii wa Nostradamus unaonekana na baadhi ya matukio ya kihistoria, lakini kuna mambo kadhaa ya kuzingatia, kwani lugha aliyoitumia ni ya utata na inaweza kutafsiriwa kwa namna nyingi sana. Lakini Nostradamus katika mashairi yake hakutaja tarehe za matukio, hivyo watu huelekeza unabii wake kwa matukio yaliyopita, na watu wengi huchukua matukio yaliyokwisha kutokea na kuyalinganisha na mashairi yake, na wakati mwingine watu huongeza maana mpya kwenye tari yake ili kuifanya ionekane kuwa sahihi kabisa. Wanahistoria na wachambuzi wa Nostradamus wamekuwa na maoni tofauti kuhusu kazi zake. Wanaomuunga mkono wanasema Nostradamus alikuwa na kipaji cha kuona yajayo na aliona matukio makubwa kwa macho ya kiroho, na wanaompinga wanasema maandiko yake yana ukungu mwingi sana, hivyo yanaweza kusafiriwa kwa namna yoyote ili yaendane na matukio yoyote ya kihistoria. Lakini wanahistoria wafasihi wanasisitiza kuwa mashairi yake yanafanana na kazi za kishairi za enzi hizo ambazo mara nyingi hazikuwa na maana halisi. Mtafiti wa historia Richard Smalley alisema, Nostradamus hakuwa mtabiri halisi wa matukio maalum, bali aliandika mashairi yanayoweza kueleweka kwa njia nyingi kulingana na muktadha wa kihistoria. Unabii wa Nostradamus umeendelea kuvutia kwa karne